Maskini kuaminiwa ni mtihani, kuthaminiwa ni nadra na kusikilizwa ni bahati. Hisia zao mara nyingi hupuuzwa kama upepo unaopita, maana hawana cha kutoa isipokuwa wao wenyewe. Mapenzi si tamthilia tamu, bali ni mtihani wa uvumilivu. Wanaopenda kwa dhati mara nyingi hupimwa kwa mali badala ya hisia. Ahadi zao hupooza mbele ya mahitaji na wapendwa wao hukimbilia wenye pesa lakini bado ana matumaini, siku moja atapendwa kwa moyo, si kwa mifuko. Saluma alikuwa kijana wa kawaida aliyekulia katika hali ya umaskini. Alikuwa akisoma katika chuo kikuu kwa shida, akitegemea kazi ndogondogo ili kulipa ada na kujikimu. Alijitahidi kusoma kwa bidii kila siku, akipambana na maisha magumu. Pesa za ada alizitoa kwa jasho la machozi, akifanya kazi nyingi za mfukoni ili kujikwamua na umaskini. Alikuwa na walidi ambao lilimpa afya kupambana mpenzi wake Halima, binti aliyempenda kwa dhati alimpa moyo na matumaini, na kila siku alikuwa kila kitu kwake, faraja yake na ndoto yake. Siku moja aliporudi nyumbani kwa uchovu wa mihangaiko akitegemea kupumzika na kupata faraja kwenye mikono ya mpenzi wake, alikumbwa na mwendo wa kuumiza. Binti huyu ambaye alikuwa akimtakia maisha mema alimfumania amelala chumbani mwake na rafiki yake wa karibu. Alisimama pale kama mti uliokauka akisikia ulimu wa dunia unamkwaruza. Kila kitu alichokijenga kwa bidii kiliporomoka kwa sekunde. Moyo wake uliumia, si kwa sababu ya kile alichokiona, bali kwa sababu ya kile alichokipoteza: heshima, uaminifu na upendo wa kweli. Lakini alijua maisha hana huruma, akanyosha mgongo, akaamua kuondoka na kuendeleza safari yake mwenyewe. Na hivyo akaondoka kwenye giza la kanga za kusikitisha, akielekea mwangaza wa kesho, bila kuangalia nyuma. Baada ya kuvunjika moyo Salomu alielekeza nguvu zake zote kwenye masomo. Hakula vizuri, hakulala vizuri, lakini alisoma kwa bidii ya mchwa. Alijua kuwa pesa ndio kigezo kikubwa cha mapenzi na heshima katika jamii. Baada ya miaka ya kuhangaika na masomo, hatimaye Salomu alipata ajira katika kampuni. Ingawa mshahara wake haukuwa mkubwa, alishukuru kwa sababu ulikuwa mwanzo kujitoa katika maisha magumu. Siku ya pili kazini, Salomu alijikuta katika hali ngumu. Usiku uliopita alikuwa amechelewa kulala akijaribu kujifunza zaidi kuhusu kazi yake la mpya, lakini alipostuka muda ulikuwa umesonga. Alikimbia kuelekea kazini, lakini tayari amechelewa. Kwa bahati mbaya, geti la kampuni lilikuwa limefungwa. Alisimama nje kitafakari la kufanya, moyo wake kidunda kwa hofu kupoteza kazi aliyoipata kwa shida. Mara ghafla ya mlango wa maegesho kafunguliwa na gari jeupe la kifahari likaingia. Kutoka ndani alitoka binti mrefu, alivalia suti ya kisasa na miwani ya rangi nyeusi. Alitembea kwa kujiamini huku akimtazama Salomu kwa jicho la dharau. Wewe ni nani na kwa nini unasoma hapa? aliuliza kwa sauti ya ukali. Naitwa Salomu, nilianza kazi jana. Samahani nimechelewa kwa bahati mbaya, alijibu Salomu kwa unyenyekevu. Binti huyo alikunja uso na kisha akasema, hapa si mahali pa wavivu. Kama huwezi kufika kwa wakati, labda hii kazi sio ya kiwango chako. Maneno hayo alimuumiza Salomu, lakini alijizuia kujibu. Alijua kwa majibizano asingemsaidia badala yake, aliomba msamaha kwa unyenyekevu, lakini binti huyo hakusikiliza. Aliingia ndani kwa hasira na kumwacha salumu akisubiri ruhusa ya kuingia. Baadaye aligundua kwa binti huyo anaitwa Sara, ndiye meneja rasilimali watu wa kampuni hiyo na pia ndo mtoto wa bosi wa kampuni, bwana Kasimu. Tangu siku hiyo, Sara alimchukia salumu bila sababu ya msingi. Alimpa kazi nyingi kuliko wengine Alimima fursa za mapumziko, akila mara alimsimanga mbele ya wafanyakazi wenzake. Lakini salumu akuvunjika moyo. Alijua kuwa kazi haikuwa mahali pa kulalamika bali mahali pa kujituma. Alifanya kazi kwa bidii, akihakikisha anamaliza majukumu yake kwa wakati na kwa umakini mkubwa. Polepole hata wafanyakazi wenzake walianza kumheshimu kwa kujituma kwake. Sara alianza kushangazwa na kazi ya Salumu. Aliona jinsi alivyovumilia magumu bila kulalamika aliona uaminifu wake, bidii yake na jinsi alivyokuwa na nidhamu ya hali ya juu. Kwa mara ya kwanza alihisi kuvutiwa na mtu asiye. Kwa kutarajia siku moja, nyakati za usiku, Sara lazimika kubaki ofisini akipambana kukamilisha nyaraka maalum za mradi wa maendeleo. Aliyepata shida kazini, faili muhimu alilohitaji ilikuwa limepotea na ilikuwa lazima alipate kabla ya mkutano mkubwa. Wafanyakazi wote walikuwa wameondoka, alijitahidi kutafuta lakini aliambulia patupu. Alibaki asielewe cha kufanya. Wakati akiendelea kutafakari, alimwona Saluma anatoka ofisini. Alishangaa kumuona mpaka muda ule, hivyo alimwita na kumomba msaada, na Saluma alimsaidia kwa moyo wote. Sara alimtazama kwa macho yenye shukrani. Kwa mara ya kwanza alimwona Saluma kwa jicho tofauti, si kama kijana maskini asiye na thamani, bali kama mtu wa pekee mwenye akili na bidii. Baada ya siku hiyo, uhusiano wao ulibadilika. Sara alianza kumheshimu Salumu, alimshirikisha katika kila kazi anayoifanya akawa mtu wa karibu ofisini. Hakufanya kazi bila kupitiwa na Salumu. Hatimaye hakuweza kuficha hisia zake na mapenzi aliyota kati yao bila wao kutarajia. Kwa mara nyingine, Salumu alitabasamu tena, lakini safari hii moyo wake ulikuwa mwepesi. Alijua kuwa safari yake ya maisha bado hayajaisha, lakini angalau hakuwa peke yake tena. Mapenzi ya Salumu na Sara yalishamiri kwa kiasi kikubwa, walipendana kwa dhati bila kujali mipaka nafasi zao. Siku moja Salumu hakuripoti kazini, hakutuma ujumbe na simu yake haikupatikana. Sara alihisi wasiwasi wa ghafla, alijua hilo alikuwa jambo la kawaida. Bila shaka, aliomba dereva wake ampeleke moja kwa moja hadi anapoishi Salumu na Salumu alikuwa naishi kwenye gito dogo katikati ya mji. Alipofika Sara, aligonga mlango kwa upole. Baada ya kusita kidogo, alifungua taratibu. Ndani alimkuta salumu milala kwa uchovu, mwili wake ukiwa na joto la homa kali, na macho yakiwa hayana mwanga wa kawaida. Alikuwa dhaifu sana hata kuzungumza. Sara bila kujali, alianza kumpikia uji mwepesi, alimsaidia kunywa kidogo, akampangusa uso kwa kitambaa cha mvua, kisha akampakia kwenye gari lake na kumpeleka hospitali. Walikaa naye kwenye chumba cha wagonjwa kwa saa kadhaa hadi alipodungwa sindano na kupewa dawa. Jioni ilipoadia Saluma alikuwa ameanza kupata nafuu. Sara alimrudisha nyumbani kwa uangalifu. Akamhakikishia kuwa atarudi kazini mpaka apone kabisa. Alimwandikia likizo ya siku chache na kumwacha maneno ya faraja. Afya yako ni muhimu kuliko chochote. Nitakuwa nikikuangalia kila siku hadi uhakikishe uko sawa. Katika mazingira ya unyenyekevu na maumivu mapenzi yao yalizidi kuchanua akiwafundishwa kwa upendo wa kweli huonekana zaidi wakati wa dhiki kuliko raha. Lakini jinamizi la mapenzi bado alikumwacha Salumu. Siku moja baba yake Sara, Bwana Kasimu, alipogundua uhusiano wao, aliwaka kwa hasira na alisema kwa sauti ya ukali, maskini na tajiri hawakai sana moja. Bila kusita alimfukuza kazi Salumu mara moja, na alimpeleka binti yake Ulaya kwa masomo, akiamini kwa umbali wao utavunja uhusiano wao. Salumu alihisi dunia imemgeuka. Alilia kama chozi ya damu na alivunjika moyo kwa kiasi kikubwa. Lakini maisha alimpa tumaini tena. Alizidi kufanya kazi kwa bidii, akijituma siku na mchana. Hatimaye alianzisha biashara yake mwenyewe. Alijitahidi kusimamia na kuikuza biashara yake. Kwa muda mfupi akawa mfanyabiashara mkubwa. Siku moja Bwana Kasim alipatwa na matatizo makubwa ya kifedha. Biashara zake ziliporomoka na madeni yakamwelemea kama mzigo wa mawe. Hakujua la kufanya hadi alipofika kwa Saluma akiomba msaada. Aliomba msamaha kwa yote aliyomfanyia na kubwa, kwa unyenyekevu mkubwa Saluma alimsaidia bila kinyongo. Aliwekeza kwa kiasi kikubwa katika kampuni hiyo na hatimaye ilinuka tena. Sara alijia tena kutoka Ulaya na kushangazwa na mabadiliko ya Saluma. Hakuwa tena yule kijana maskini aliyedharauliwa, bali tajiri mkubwa aliyependwa na kuthaminiwa. Baba yake hakuwa na la kusema, fedha alizokimbilia ndizo sasa zilikuwa mikononi mwa Saluma. Kwa upendo uliojaa uvumilivu na msamaha, Salumu na Sara alifunga ndoa. Harusi yao ilikuwa kubwa, kifahari na iliyopambwa kwa rangi za upendo na furaha. Kwa hakika hadithi yao ilijaa masikitiko makubwa, lakini mapenzi ya dhati yalishinda changamoto. Na siku zote simdharau mwenzako kwa hali yake, maana kesho yake wijui.